Leo hii nakuletea simulizi inayohusu uh, nyuma ya pazia ya maisha ya rais wa taifa la Rwanda si mwingine bali ni Paul Kagame. Simulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Abeti. Simulizi inaitwa Behind the Presidential Curtains. Hadithi inayofunua pazia na kutoa mwanga juu ya maisha ya ndani ya rais wa Rwanda, Paul Kagame. Katika ulimwengu wa siasa kuna mambo yanayofanyika nyuma ya pazia ambayo raia wa kawaida hawezi kuyafahamu. Mara nyingi hadithi za viongozi wakuu hubaki kuwa siri nzito zinazohifadhiwa kwa uangalifu mkubwa ili kulinda taswira yao mbele ya umma, lakini kila siri ina mwisho wake. Kitabu hiki kinavua pazia na kuweka hadharani mambo ambayo wengi hawakuwahi kuyajua. Mambo yanayoelezwa maisha ya ndani ya mtu aliyeshikilia madaraka makubwa lakini ambaye nyuma ya milango iliyofungwa anaweza kuwa mtu tofauti kabisa. Mwandishi wa kitabu hiki si mtu wa kawaida tu, ila alikuwa mmoja wa walinzi wa karibu kabisa wa kiongozi huyu, mtu aliyemwona akiwa katika nyakati zake za faraha, akifanya maamuzi muhimu, na hata akiwa na hofu. Mwandishi huyu kwa miaka mingi aliamini kuwa alikuwa sehemu ya mfumo wa ulinzi wa mtu mwenye dhamira ya kuiongoza nchi yake katika njia sahihi, lakini polepole akaanza kugundua kuwa kuna mambo hayakuwa kama alivyofikiria. Katika miaka yake ya kazi, alishuhudia mambo yaliyomfanya aanze kuhoji uadilifu wa kiongozi wake. Aliona jinsi watu wa karibu wa raisi walivyotoweka ghafla na hakuna aliyewahi kuwaona tena. Aliona jinsi uhusiano wa kimataifa uliovyokuwa ukitumiwa kama silaha ya kufanikisha malengo fulani ya kisiasa aliona jinsi mamlaka ilivyokuwa ikiamrishwa kwa njia ambazo si zote zilizokuwa halali. Hii ilikuwa safari ya mtu aliyekuwa ndani ya mfumo, lakini aliyekuja kugundua kuwa alikuwa sehemu ya mpango mkubwa zaidi, mpango ambao haukuwa na nafasi ya uadilifu na uaminifu wa kweli. Miongoni mwa mambo yaliyoshangaza zaidi ndani ya kitabu hiki ni simulizi kuhusu jinsi siasa zinaweza kuingiliana na maisha binafsi ya kiongozi. Katika sehemu moja ya kitabu, mwandishi anaeleza kuhusu tukio ambalo lili, lilitikisa sana, tukio la kushtukiza ambalo liliwahusisha watu wa karibu wa rais, wake za watu na hila za kisiasa. Anaeleza jinsi ambavyo mara nyingi viongozi hawa, licha ya sura zao za hadharani, hujihusisha na maisha siri, ya siri yanayojawa na, na mahusiano yasiyo rasmi, usaliti na hila za kimapenzi. Kwa mtu wa kawaida, siasa huonekana kama mchezo wa mikakati na maamuzi ya kiutawala lakini kwa wale waliopo ndani inajulikana kuwa siasa mara nyingi huendeshwa kwa misingi ya tamaa za kibinafsi, mahusiano ya siri, na wakati mwingine hata kulazimishana kimapenzi. Kitabu kinazungumzia jinsi madaraka yanaweza kumfanya mtu kuwa na imani kuwa anaweza kupata chochote anachotaka, hata wake za watu wengine. Mwandishi anaeleza kuwa kina jinsi mmoja wa wake wa watu waliokuwa katika ngazi za juu za mamlaka alivyojikuta katika mtego wa mchezaji mkuu wa siasa za nchi. Hili ni jambo ambalo limekuwa likisemwa mara kwa mara kwenye historia ya tawala nyingi, lakini kitabu hiki kinatoa ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa mtu aliyekuwa karibu kabisa na tukio hilo. Mwandishi anaeleza jinsi siasa zilivyogeuka kuwa mchezo wa kuondoa wapinzani kwa njia zisizoeleweka. Alishuhudia watu waliokuwa wakipinga wakipingana na mfumo wakitoweka ghafla. Wengine walihamishwa kutoka nafasi zao, wengine walikumbwa na ajali za kupangwa, na wengine walikutwa wamefariki katika mazingira ya kutatanisha. Hili ni jambo ambalo limekuwa likiripotiwa mara kwa mara katika tawala nyingi duniani lakini kitabu hiki kinatoa ushuhuda wa mtu aliyekuwa ndani ya mfumo, mtu aliyeshuhudia jinsi maamuzi ya hatima ya watu yalivyokuwa yakifanywa bila huruma yoyote. Mwandishi anaeleza jinsi alivyokuwa akihisi hofu kila alipomwona mtu wa karibu naye akiondoka na kutoweka bila sababu ya msingi. Aliogopa, lakini hakuwa na njia ya kutoka nje ya mfumo. Mwishowe, mwandishi aliamua kuwa hangeweza kubaki kimya tena. Alikimbilia uhamishoni baada ya kugundua kuwa naye alikuwa kwenye orodha ya watu waliopaswa kutoweka. Aliamua kutumia nafasi yake mpya kuandika kitabu hiki ili angalau kuweka hadharani yale ambayo watu wengi wamekuwa kiahisi, lakini hawajawahi kuwa na uthibitisho wa moja kwa moja. Kitabu hiki ni ushuhuda wa mtu aliyekuwa ndani ya mfumo, lakini akaja kugundua kuwa mfumo huo ulikuwa na giza zito lililofichwa mambo mengi ambayo hayajawahi kuwekwa wazi. Kwa mtu aliyesaka maarifa, anayependa kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi kwa undani, hiki ni kitabu ambacho hakiwezi kumpita. Hapa ukweli umewekwa wazi na hadithi ya nyuma ya pazia imeelezwa bila kificho chochote. Ni simulizi ya Behind President Curtains, imesimuliwa kwako na mimi Rinyo Warinyo Update TV. usahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Warinyo Update TV.